Okay, basi asante sana Tanzania na popote pale ulipo, tuko na picha mpya leo. Picha yetu nzuri inaanza katika mwaka elfu mbili na hamsini mwaka wa kufikirika. Kuna bwana mmoja alikuwa amekula hela ya Simba Day, lakini anakataa kwenda kufanya show kwa sababu kuna watu wengine walishampa hela nyingi zaidi, akawa ameenda kujificha sehemu. Sasa amekamatwa, akahifadhiwa, na bado akawa anakataa kurudi katika sehemu husika. Anatoroka katika sehemu ya kina ami Kamikaze, hawa ndo wanaitwa war boy Kamikaze. Baba we skafesi wa boy Kamikaze wamepewa kazi ya kuhakikisha kwamba Mboso kani anaingia katika ukumbi ama uwanja wa el Klasico yee Mkapa. Hiyo baba utaki sasa. Mwamba akawa anatafuta namna, kwa sababu pesa alishakula, lakini Yanga alikuwa ameshampa hela nyingi zaidi, na akafikiria kwenda kuchukua donge nono la Yanga, maana huku Simba tayari alishachukua. Lakini wataalamu waliopewa kazi kina wa boy Kamikaze skafesi hawakumwacha bwana Mboso Kani. Kazi ilikuwa iko hivi. Sasa alianza shuruba mashuruti ya mambio za kuhakikisha kwamba anatoroka katika mikono ya kina Waboi. Ukumbuke ni vita vya pili vya dunia tayari vilishapiganwa, kwa hiyo ardhi ni kavu sana. Alifanikiwa kupata mahali kuna maji, sasa kana nawa uso kwa ajili ya kupata maji ya kunywa kidogo, ili aweze kuondoka sehemu ya akiwa salama, bwana Mboso. Lakini kina Waboi kamikaze, wazee wa mambo, wazee wa Mundende hawakumwacha E, bila kusahau hapo kuna hii moto joy yuko hapo, wote alikula nyundo. Huyo ndo kama Madimax wetu wa leo, Mboso Kani. Basi imaima ima, katika ile ardhi ambayo ilikuwa vita vya pili vya dunia vimeshapigwa tayari, huyu mwamba alikuwa ameshaweza kusulubiwa kwa ajili ya kuletwa katika dunia ya mwaka 2025 ambayo ilikuwa ni tarehe 9 Jumatano wao aweze akatumbuize katika uwanja wa Mkapa. Safari yake ilikuwa imeanza hivi baada ya kina wa Boys Cafe Kamikaze wa kuchukua saa fursa ya kumfikisha bwana Mboso katika ukumbi eh, ama uwanja mkubwa kabisa uwanja eh, wa Benjamin Mkapa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa wanatumia namna ya kutoka katika na ile dunia mwaka 2050 ili waweze kurejea katika 2025 miaka 25 mbele. Angalia hiyo nchi imepauka sana, ni kavu, kame, kila kordo hali ni mbaya, lakini wao walikuwa wanajua ni jinsi gani watafika kwa Mkapa. Safari haikuwa rahisi, ndefu mno, njiani ni shangwe za kutosha, bendera za kina wa Boy Kamikaze na gari la Simba kubwa ambaye ni Eh, wanalita mo eh, traki ama long the high school hili linaitwa mo traki utaki, sasa na mo kinywaji kipo ndani yake. Safari ilikuwa ndefu bwana. Wakafanikiwa kuweza kupenya katika ule mwaka wa elfu mbili na hamsini na kuweza kurejea mpaka 2025 ambaye ndo hii hapa. Chuma kwa Mkapa. Tarehe tisa ilikuwa shangwe shangwe la hatari. Bendera zilikuwa zinapepea baada ya kumpata mtumbuizaji mkuu ambaye atakayekwenda kufanya mambo. Kina wa Boy Kamikaze. Sasa ili upate mambo zaidi na mbwembe zote eh, unatakiwa uende pale katika YouTube ya Simba, pale imeandikwa Simba TV, ama application ya Simba, ili uone sasa mtumbuizo wa kuanzia hapa getini kule ndani mambo yalikuwaje. Mwana mbamba, tena huyu hapa niche sauti ya Simba, baba Fernando, niko na niakani King Khan. Sasa nenda moja kwa moja mpaka kwenye application ya Simba, inapatikana katika Play Store na sehemu zingine zote, sema